Marko 10:29 nitasoma mwenyewe mpaka 30, nimeandika mali hapa. Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapata mara mia, sasa wakati huu, nyumba na ndugu mume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba, pamoja na udhia, pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Mambo matatu. Msima ameacha mali, umeacha baba, umeacha nini, Mungu atakupa tena hivyo vitu sawa, mara mia, mara mia. Alafu baadaye utapata uzima wa nini? Wa milele. Lakini kuna kitu pale kingine kanaitwa nini? Udhia. Kanaitwa nini? Udhia. Kila baraka kubwa inakuja na changamoto. Kila baraka kubwa inakuja na changamoto kutoka utukufu kwenda utukufu, sio mchezo. Changamoto zipo pia. Niliwaambia Januari, mnasahau kadi. Unapotaka kwenda kiwango cha juu, lazima ukuwe tayari ukabiliana na changamoto kubwa. Mnasahau, mnasahau. Ukipata promotion kazini, tayari kuna maadui wengi pale, hata waliokuwa marafiki zako pale pale ofisini, wepata promotion tu, upandishwe mshahara hata uliokuona kurana nao nchi tano naeza kuwa maadui kwenye ofisi ile ile moja. Kutoka utukufu kwenda utukufu, unafikiri naletwa kwenye kisani cha dhahabu, unakula hamburger? Anachokisema na udhia <laughs> unapo, unapo anza kuruka kwenda juu, tunaambiwa ndege ili iluke inahitaji nguvu. Mara sent mara ngapi? You are an engineer au mara ngapi inahitaji energy ili iweze kuruka? I think six times or whatever. Kwa ndege inapokuwa hivi juu, yani inaenda tu, lakini inaweza kaeka autopilot whatever, ili it take off of course. Ikushuka inaweza hata ikazima, inaweza kazima, itarudi tu, itarudi tu yenyewe, haina <laughs> shida. Lakini ili iweze ku take off, ndege inahitaji nguvu kubwa sana, ama ze tube right, zile sio and we talking you know tube break, umeme mwingi sana wakati na start kuliko nani ndio? Aha. Bwana. Kwa hiyo usifikiri kwamba from glory to glory kutoka tukwenda utukufu ali unaenda tukiwepesi. Ah, Mungu akupe ufahamu mzuri. Wewe, ndio maana mimi hata paje changamoto na cheka. Ninafurahi kwa sababu najua hapa na penyewe, kumbe hapa ninaruka. Mawe mawe, wacha ujinga. Hakuna kupanda viwango bila changamoto. Changamoto unaanza kujalia, maendeleo yanakuja na changamoto hasa. Kuna watu labda waendelee wale, maana maendeleo, na lazima uelewe kwamba maendeleo yako ni ya kwako. Haleluya, si ya mwingine. Maendeleo yako ni ya kwako, sio ya mwingine. Haya, unauliza pasta, maendeleo ni nini? kwani uwona anauliza maendeleo ni nini? maana hujui maana maendeleo. Maendeleo kwako wewe, uneniangalia, tafsiri yako ni ipi unaposema maendeleo? Unataka mimi nikuambie tu mimi mwenyewe? Wewe unasema nini? ukishindwa peke yako kutafsiri maendeleo wewe kama wewe. ukishindwa peke yako kutafsiri maendeleo wewe kama wewe, wezi kuanza safari ya maendeleo, kusa maendeleo yako ni ya kwako wewe, sio ya mwenzako. Kwa hiyo peke yako unataka upate tafsiri ya nini ya maendeleo? kama wewe ukishindwa kuipata utafsiri bado hujaanza safari ya maendeleo. Utaanzaje safari ya kuelekea usiko kujua? Unasikia, lazima ujue unakoelekea. Safari ya maendeleo unaianza pale unapokuwa umetafsiri maana ya maendeleo kwako mwenyewe, na ambaye inaweza ikawa tofauti na mwenzako. Kwako mwenyewe ni nini kikiwa kipo ndipo utakuwa umeendelea. Ni nini kikiwaje ndo kwako utasema umeendelea? Kwa kila mtu lazima awe nayo kitu no kitu, ukiwaje ndo utasema kwamba umepata maendeleo. Ingawa kila mmoja wetu aweza kuwa na tafsiri yake binafsi Nataka sote tuangalie tafsiri hizi ninazozisema sasa, ninazoamini zinaweza kuwa zinaangukia kwenye tafsiri za wengi, kama sio wote. Sawa, namba moja, maendeleo ni kupiga hatua chanya katika maisha, iwe ni kiro, kiufahamu, kimali. hmm? Kupiga hatua chanya kimaisha, kimaisha, kiro, kiufahamu na kimaterial. Hapo we ulipo unajiona unapiga hatua za maendeleo katika maeneo niliyoyasema, kiro, kiufahamu, kimali, unaona unapiga hatua? Kama upigi hatua, unadhani nani wa kulaumiwa? Kiro, kiufahamu, kimali, upigi hatua, unadhani nani wa kulaumiwa? Ukilaumu watu wengine kwa maendeleo yako mwenyewe, umekuwa mpumbavu. Ndivyo Adamu alivyofanya alipodumaa, ni huyu mwanamke ulianipa. Mwanamke anasema ni Shetani. Kila mtu anasingizia kitu kingine. Kuna watu mali hapa, unaweza kuwa la una laumu serikali. Wakati unalaumu serikali, kuna watu wanapiga bilionzi na range iko pale, uone laumu serikali. Mtu anakula hamburger wala laumu serikali, wakati wa laumu watu, kuna watu wanapiga bao. Wacha kulaumu yeyote katika dunia hii, maendeleo yako ni ya kwako mwenyewe, usilaumu yeyote, sawa. Tafsiri nyingine, maendeleo yako ni kutimia kwa ndoto zako. Maendeleo yako ni kutimia kwa ndoto zako. Maendeleo hayapimwi kwa kuangalia mtu mwingine bali kwa kuangalia ndoto zako mwenyewe au usijilinganishe maendeleo yako kupiga hatua kiroho ki ufahamu kimali kwa kuangalia mtu mwingine jiangalie na ndoto zako mwaka huu kabla hujaisha nataka niwe kiwango hiki hapa cha kiroho mwaka huu kabla hujaisha nataka ufahamu wangu uwe na wewe mwenyewe nipiga hatua ya namna hii, wewe mwenyewe, sio kulinganisha na watu wengine, na ndoto zako mwenyewe, ndoto zako mwenyewe. Kila mtu ana mambo anataka kutimiza katika maisha. Kama mambo unayotaka kutimiza, kama mambo unayotaka kutimiza hayatokani na ndoto zako, basi wewe unajiendea vyovyote, kiholela kama mambo unayotaka kutimiza ayalandani na dream ulio nayo, ndoto ulio nayo <laughs> unajiendea kivyovyote. Kwa mfano moja hapa, ndoto zangu mimi sasa hivi nimeshamaliza karibu kila kitu. Watu wengi wanafaidi matunda ya huduma hii. Nimebakiza sasa hivi kuwa na redio ili sasa utumishi wangu uliobaki kule niwe nimeka Napokuita mfano tunaongea tuko studio, niko na kurekodi labda kuja kufanya editing, kufanyaa kama, nikiona akili yako imekaa sawasawa, tunakwenda live. Amina, watu wengi wanafaidi, kwa siangalie mtumishi wa Mungu mwingine anafanyaje? Mimi na ndoto zangu tayari, nina edikota tayari, nina mali pa kurukia afu na stage inayofuata, kwa kile kikitimia nimepata nini? maendeleo. Kuna mwingine pia anawaza vingine, kwa mimi ni mimi na kwenda kwenye ndoto zangu. Nishafundisha mara nyingi namna ya kuwa na malengo, unapata shauli toka kwa Bwana, alafu mtima wako anakufundisha alafu unaanza kuweka nini mikakati, you plan for your life. Kama una mipango kuhusu maisha, wewe ni kama jiwe tu, ni kama paka tu. Yaani uelewi, unatokapo, unaenda wapi, ujui unaomba nini? Sasa unamwomba Mungu nini? Ndio maana hata vikitokea, hata uweze uka appreciate, uweze hata kushukuru. Mtu aweza kuwa na vitu vyote uvijuavyo, wanadamu wanatamani kuwa navyo, lakini akawa bado hajafanikiwa, kwa sababu maendeleo ya mtu hayako katika wingi wa vitu alivyo navyo, bali katika kutimia kwa ndoto zake. Mtu aweza kuwa na kila kitu unachodhani wewe ni kizuri, lakini baada akawa anaumia moyoni. Kuna watu ni matajiri, lakini anaumia moyoni, anasema what is happening with me, why this, this why this vacuum. Yani ana feel ndani ana emptiness, kuna kagap hajafeel. Ya ukiangalia na kila kitu, lakini kuna gap hajafeel. Maendeleo lazima ujue ndoto zako, afu unaanza kutambaa nazo zile Mtu asiyekuwa na ndoto aweza kuishia kulaumu ndoto za wengine, hata kushiriki kuua ndoto za wengine kwa sababu yeye hana ndoto. Na watu hivyo wanaishaga kuwa wachawi, ushia kuwa mzururaji kama Lucifer na kutafuta mtu wa kumpromoa. Wewe unazo ndoto, unazo ndoto? Muuze jirani yako una ndoto wewe, mwambie pastor alikufundisha kuota, nenda kaote una ndoto? Kama ni mke uko kwenye, kwenye, kwenye ndoa una ndoto kuhusu hiyo ndoa? Ni mme una ndoto kuhusu hiyo ndoa? Ni mzazi una ndoto kuhusu watoto? Una ndoto kuhusu familia? huko mali hapa, kama mshirika una ndoto kuhusu kanisa lako? Nini unatamani kitimie? Kama hauna ndoto kwa hali ya familia yako, utaipeleka familia kiholela kama una ndoto kwa habari ya kanisa lako utahusiana na kanisa lako kiorera, kwa sababu una ndoto you don't have anything to accomplish in life hey, kama una good dream kuhusu kanisa ah, uwezi kuwa una, una, una ndoto nzuri kuhusu mke wako halafu ukawa una unamvua nguo mke wako nji, au mme wako au familia yako au biashara yako au chama chako cha siasa. Ulisho kuona mwana CCM anazungumza sasa vibaya, hata kama inakosea mwana chadema aizungumza vibaya, no. Kwa nini kanisa lako? Tunatamani tuwe na itech hapa shambia, tuwe na madhabahu hapa ambayo iko itech hapa, yani anakuwa anashika tu remote hapa inaongea hapa, kuna kuwa na microphone ndogo tu hapa, very powerful nitaka nenda ni nabonyeza tu vitu ah, video haitaki. Hata kama ni ka kanisa kadogo, lakini haitaki. Amen! Hey, una ndoto? Kwa habari hii unaweka kwenye mipangilio yako, hela itatoka wapi? Ndoto gani? Kibinafsi una ndoto gani? Kwa watoto wako, ndoa yako, familia yako, kanisa lako, una ndoto gani? usipokuwa na ndoto basi auna cha kutimiza na utabaki kuwa mshangiliaji wa kutimia kwa ndoto za wenzio. Utakuwa tu mshangiliaji. Afani kajenga nyumba yake, hatukana ubwabwa. Wewe hata hata kibanda chako hata kiwanja chako cha kuzingizia kwa. Unaona, shangi shangi tu vingine. Ha, nimeenda kwa kanisa la kina fulani bana, kanisa la kina nzuri. la kwenu liko wapi? La kwenu liko wapi? We mwenyewe una ndoto gani? Au unajitiada gani? Unakaa kitu gani? Kokote kakufanya pakwako pawe pazuri, unafanya nini? Nazungumzia maendeleo. Kuna watu wengi sana ambao wao nkakula u mtu kuwa na mchango gani? Mwanamke yuko nyumbani, ndio. Sasa kuna wanawake ambao wako nyumbani, ndio, kwa makubaliano ya mume na mke kwamba we kaa nyumbani, bwana ufanye majukumu haya. Si kwamba mtu akiwa mama wa nyumbani atie hana mchango, ni makubaliano yake na mume wake, umeelewa? Kwa hiyo mwanaume anakwenda huko. Sasa all right, we mwanamke unapokaa nyumbani unafanya nini? Mwombe huyo mwanaume yana haumwombei, we unakaaga tu yani, yani, yani, yani, kuletewa maneno na mashosti kuhusu mume wako na kumwazia vibaya. Mama ombea mme wako, sio una, una kazi gani? una ndoto gani? <gasps> una ndoto gani? namba tatu, mtu wa maendeleo ni mtu anayejua katoka wapi, yuko wapi na anaelekea wapi, kiroho, kiufahamu na kimali. Anajua anatoka wapi, yuko wapi na anaelekea wapi. Mtu wa namna hii hujua chanzo cha nguvu zake na chanzo cha maendeleo yake, hivyo uwa makini kutopoteza nguvu zake. Mungu akamwambia wana wa Israeli kwenye ile Kumbukumbu kumbu nane, ukisoma msari wa kwanza mpaka mwisho, anamwambia nyinyi, mtakapokuwa mmeenda, mmekula, mmelima, mmepata, anamwambia angalia, msije mkanisao. Eh, msari wa 18, anasema sikilizani, kwa maana anasema, anasema, anasema kwa maana Bwana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Simsa, usisahau chanzo Mtu ambaye atatoka utukufu kwenda utukufu ni mtu ambaye anajua anatoka wapi, yuko wapi na anaelekea wapi, na yuko tayari nini na chanzo cha, inzo, cha mtembe wake. Amen, nazungumzia maendeleo. Tafsiri maendeleo, mtu wa maendeleo ni mtu wa mwendelezo. Ndo maana tunazungumzia kutoka utukufu hadi utukufu. Anajua namna ya kufanya ili kuendelea kusonga mbele na sio kudumaa au kujikatia tamaa ama kujikata toka kwenye chanzo cha nguvu zake kama Samsoni alivyokatwa nywele zake. Usipuuze chanzo cha nguvu kilichokufikisha hapo ulipo. Unapokipuuza unakuwa unajikata. Yule mwanamke alijua akakimbilia kwenye madhabahu. Hata kama vitu haviendi anajua mahali pa kufanya nini, pa kukimbilia. Mambo ni magumu anajua pa, pa kukimbilia ah, kuna mtafaruku nakimbilia pale. Kuna mambo sielewi nakimbilia pale. Mbona mamba ananichanganya, anakimbilia pale. Mbona watu wamenisema hivi, washirika wananisema hivi, anakimbilia pale eh. Mbona wao ananisengenya, anakimbilia pale. Halo, mbona wameniwekea kagenge, anakimbilia pale. Kichwa kimejaa, anakimbilia pale. Anajua chanzo, anajua chanzo na ili watu wakuseme, manake uko mbele yao. Ili watu wakuseme, maanake unang'aa unaonekana. Wewe si ukubali usemwe, nani atakuzungumza we kama una lolote? We kama ni mburukenge ni nguchiorofa, nani akuzungumza huko? Huko nyuma tu wana wanaenda zao, yani wanaenda wanaenda zao, wanaenda zao. Si uko huko ili watu wakuseme, manake wanafanya nini? Uko mbele wanakuona unaelewa. Wanakuona unaelewa. Hmm? Wanakuona sasa, sasa jamaa, mbona anatembea kibitozi bwana? Kwa sababu unaniona kama uko mbele yangu, mimi niko nyuma yako, utaona navyotembea. Sasa ukisema kidogo tu mmm, nini wewe, ni ujinga. Watu wakikuwekea genge, yani ndio furaha. Niambie, nime, nime make news nimetengeneza habari mjini, ndio maana wananisema, mwangalia alivyovaa. hey, nimepiga pamba kuliko wewe, ndio maana umeniangalia, ukanichunguza kichwani mpaka chini. Haleluya! watu wanapokusema, maana kwa mfano nini, niani umependeza, eh? Bwana Yesu asifiwe. Maendeleo, maendeleo. Amina. <sighs> Mfano, kila unapotaka ku, ku, ku, ku, kupata maendeleo lazima ukae uangalie vitu gani vya kufanya upate maendeleo, siyo vifanye mfano. Hapa, hapa Kristo nimepiga kelele sana kuhusu nini na nini, kwa sababu najua tukiponya hapa tunafanya nini, tunaendelea. Kwa sababu shida nyingi sana ndani ya kanisa inatokana nini na sasa, nishughulike na hapo ili tukae nini sawa sawa, afu maendeleo kede kede ni watu ambao hawana kazi ndio wanazungumzaga ovyo. Fumba macho kidogo, fumba macho, fumba macho rai mafunga macho, fumba macho kila mtu, fumba macho, fikiria watu wote wa waliwe huko kusengenya kama wana kazi zamana, hmm? <laughs> fungua macho. Hawana kazi. Ma, maendeleo yako ni maendeleo yako. Mimi kama pasta sijilinganishi na pasta mwingine yote I don't Yes. Tunakwenda mdogo mdogo. Wakorinto wa pili sura 10, 12 mpaka 17. Wakorinto wa pili 10, 12 nazungumzia maendeleo. Nazungumzia nini? Maendeleo, maendeleo. Sasa maendeleo ni kupiga hatua chanya katika maisha. Iwe ni kiroho, eh? Ki, ki, nafsi kimwili. Ama maendeleo ni kutimia kwa nini? Kwa ndoto zako. Sasa nasema na maendeleo eh maende, mtu wa maendeleo ni mtu anayejua wapi anatoka, wapi alipo na wapi anaendelea anayekuelekea na nini afanye aendelee kwenda mbele hmm. Sawa, yes. Nini afanye aendelea azidi kuendelea mbele? Na ili uzidi kuendelea mbele, vikwazo vipo njiani, vikwazo vipo njiani. Kadi unavyokuwa unaendelea kufanya maendeleo, vikwazo vipo. Ndo maana mtoto wa yule mama akafa. Vikwazo vipo, ujue namna kubaki umeconnecti. Haleluya, amen. Wakorinto wa pili 10:12 mpaka 17 anazungumzia masuala ya kutojilinganisha na watu wengine. Tuko mahali pale. Yes. Twende. 12 17 wa Korinto wa pili sura ya kumi. Mm. Anasema kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe. Mm. Wala kujilinganisha nao, bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao na nafsi zao, na wakijilinganisha na nafsi zao na nafsi zao, hawana akili. Hawana akili. Una kujilinganisha na mtu hapa. Hawana akili. Weka mambo yako wewe mwenyewe. Afya anapotimia unakuwa na uchangamfu wa moyo, unakuwa na furaha, ndoto zako zinatimia. Kila mtu kivyake. Sikiliza wewe, unaweza kuwa unatafuta Mercedes Benz, mwingine anataka Mercedes Benz, anataka bajaji. Akipata bajaji anafurahi. Ukimpa Mercedes Benz anauza, anunua bajaji. Haleluya. mm. nakwambia ukweli, nunua VX umbe Patrick VX V8, umbe Patrick VX V8, atauza atanunua starete Hatuna starit. Ama sports car. <laughs> Hallelujah. Wakati wanataka LVX ndio unaona kila mtu ana ndoto zake na kuna vile alivyoumbwa. Alivyoumbwa yeye mwenyewe. Tunatofautiana. Maendeleo yako ni ya kwako. Hamna vya kulingishiana. Hakuna cha kulinganisha na mwingine. Kila mtu ana ndoto zake. Amina. Huwa anapenda masuti, mwingine anataka masuti, anataka tukupiga jinzi. Choka sasa umepiga jinzi. Natosha na ticket. Unangaa. mm -hmm. mm -hmm. Tutosha. mm -hmm. Sio lazima uwe kama mwingine, weka vizuri yani we uponi tu kwenye akili yako bado. mm -hmm. Twende msa unaofata kumi na tatu. mm -hmm. Anasema, lakini sisi hatujisifu zaidi ya kadiri yetu e, eh, au sijisifu zaidi ya kadiri yako ehe, bali kwa kadiri ya kipimo tulichopimiwa eh, na, na, Mungu e. Eh. Yani kadiri ya kufika hata kwenu e. Eh. Maana... yani usilinganishe usi, usi na mwingine, ni wewe kama wewe wewe. mm -hmm. kama wewe Tosha hapo. Jali vya kwako, usiangalie vya wengine. Acha kutamani maendeleo ya wenzako. Wewe jali ya kwako, usione vyaelea vimeundwa. Kila mtu anapaswa apiga hatua, akafanya kazi katika mambo yake mmoja wao, huyu akampa tano, huyu mbili, huyu moja. Akampa tano, mbili, moja, according to their several abilities, kulingana na uwezo wa kila mmoja, kulingana na uwezo ambao kila mmoja alikuwa nao, kulingana na uwezo ambao kila mmoja anao. Ananachungulia na angalia na uwezo huu, nampa. Kulingana na uwezo wako wewe, nampa huu. Uh, mpozo kulingana ana uwezo ku endo uwezo uwezo uwezo, unatoka wapi? Kuna mtu ambaye uwezo tunautoa kwenye kulingana na uwezo wa kila mmoja. Uwezo tunautoa kwenye kwenye, unazaliwa na uwezo. You are born with the ability, we call it natural abilities. Unazaliwa ukiwa na talent, ukiwa na, na kitu fulani, unazaliwa ukiwa na, kila mtu amezaliwa akiwa namna fulani, unaelewa ni however, hata hivyo unatakiwa ku develop talent zako, sawa? Unajiendeleza, kwa hiyo unapata zaidi kulingana unavyojiendeleza unajiendeleza kiroho, kiufahamu, kimwili, unajiendeleza. Kuna watu ili wampe mtu fulani uongozi ndani ya kampuni, kwenye ajira, wanaangalia jinsi alivyo smart, jinsi anavyoweza kujiexpress, anavyoweza kujieleza, umeelewani, jinsi alivyo mstaarabu, ina qualify kwamba huyu tukimpa hapa anaweza akaongea hata na hello. Self development, kujiendeleza kujiendeleza mwenyewe. Kuna watu hapa ni wafanyabiashara, hata kujua kutumia simu ujui, ni mfanyabiashara smartphone. Una hauko creative, una smartphone mwisho smartphone inakuwa tu ni ni ni ni ni ni, sijui nizungumzia vitu gani? Una smartphone ujui kutumia smartphone. Smartphone lazima uweke ucreate kitu upeleke Facebook. Sio tu kuwa nachangamkia tu kupost birthday, lazima uzalini, tumia vizuri. Watoto wanafunzi, nenda Google, jifunze kupika hata mandazi, ziko kupita nyinyi. Vipi hasa mabinti, umekaa na smartphone na nai, unaangalia tu TikTok TikTok TikTok TikTok, TikTok, TikTok, TikTok TikTok TikTok TikTok. Kuna vitu milioni vya kujifunza huko ndani, vya kuweza kuboresha akili sio okay, kesho nakishokua tunakupelekaraendeleo na na. Maendeleo hayajileti yenyewe, maendeleo yanaletwa. Mungu akamwambia Adamu, nimekutia kwenye bustani ya Edeni. Aviji, ukizubaa utaenda mbinguni kama Lazaro, na Mungu atenda kuwa Mungu ngiti shenzi kama mlee ujiendeleze. Tafuta watu waliofanikiwa, ujifunze, nimeshawaimbia mpaka nyumba za Rosie Mwando hapa. Baba ba, ba, mmecheza hapa. Hamnaondoka tu, mnacheza kuna mnaitwa. Mnache, mnache, mnache. Maendeleo unajiletea mwenyewe, hakuna kulaumu mtu, hakuna mtu wa kukuletea maendeleo, unajiletea mwenyewe hapa. Brain read all the readables, study all the studyables. Maendeleo. Haleluya! Uwe na ndoto, tafsiri maendeleo yako, tafsiri maendeleo yako mwenyewe. Mimi nikiwaje ndo nitakuwa nimeendelea? Mi nikiwaje? Kuna mtu akienda Dubai ndo ameendelea, akishona dp world ameendelea. Haleluya! <laughs> kuna mtu akiona lile jengo lirefu lile ameendelea. <laughs> kuna mtu akitoka Ukerewe akaja Mwanza ameendelea, eh? Maendeleo kila mtu tafsiri yake, lakini maendeleo halisi lazima utafsiri kutoka nini, una ndoto gani? Na tunapokuwa na ndoto eh, umetafsiri maana ma, ma, ya maendeleo yako, una ndoto alafu unajua ulikotoka, ulipo, naonako kwenda na unajua unasongaje mbele, ni mtu utakuwa na nidhamu katika maisha haleluya. Na sauti yako mshukuru Mungu in Jesus name.